Okay, welcome to my YouTube channel. So nakukaribisha tena katika video yangu ya hapa kwa mara nyingine kabisa. Mimi unaniona mbele hapa naitwa Teacher Sauti ya Sifa. Wengi wanapenda kuniita hivyo. Leo nimekuletea jambo zuri kabisa, jambo ambalo litakwenda kuongeza uchumi ama kipato chako kupitia simu yako tu ya mkononi. Jambo lenyewe si lingine bali ni jambo la kuhusiana na kujibu maswali huko e, ukipata pesa, so utapata pesa kwa kujibu maswali tu. Yaani nikimaanisha kwamba utafanyiwa survey. Yes, yaani wewe utafanyiwa uchunguzi, lakini wewe uchunguzi wakati unaofanya utakuwa ukilipwa pesa kiurahisi kabisa kupitia ClipClaps. So nimetoa video kama mbili hivi ambazo zimeruka katika chaneli yetu ya Teacher Sauti ya Sifa, zote za niza ClipClaps zikuwa zinafundisha jinsi ya kucheza game na ulipwe pesa. E, jinsi ya kucheza kasino na ulipe pesa. Ila leo nakuletea jinsi ya kujibu survey ama ya kufanya uchunguzi na upate pesa. So inakuwaje ama utafanyaje ili uweze kupata pesa hizo? Njooni nikuoneshe. Naam, karibu tena katika kio changu cha simu. Kwa mara nyingine tena kama kawaida, basi tangu nilipotangulia kusema hapo awali kwamba leo tutakwenda kujifunza jinsi ya kupiga pesa kupitia simu zetu za mkononi kwa njia ya kujibu maswali ama kufanya uchunguzi ama kupewa survey tu. Sasa tutakwenda kuingia katika Play Store ili tukaweze ku-download application ambayo inafahamika kwa jina la ClipClaps kuna search andika clip claps zeni. Mara baada ya kuandika clip claps, clip claps itakuja ndo kama hii hapa, ina takribani mb 32 yes, mb 32, utaibonyeza zeni, utainstalin zeni, itakuwa ikijaa kama hivyo. Hii clip claps itakuwezesha kupata pesa kwa kutazama video kwa kucheza game lakini pia kwa kufanya survey ama kuulizwa maswali mbalimbali mbali. Na leo ndio nikuwa nimekuja na njia hiyo ya kuulizwa maswali ama kufanya uchunguzi, kisha baada ya hapo, kulipwa coin, ambazo hizo coin utazibadilisha kuwa pesa taslimu ya mkononi na kuweza kuitoa kupitia mtandao wako wa simu ama laini yako ya simu kwa urahisi kabisa. Sasa ngoja ni skip hapa, ijae chapu Naam iapo imeweza kujaa, baada ya hapo basi itakwenda kuinstalling, yani itakwenda kujisakinisha katika simu ama kujiweka katika simu yako hapo. E, wakati najiweka hapo ni kukumbusha tu kubonyeza neno lilioandikwa subscribe, ili kwanza wa kupata video kila inapokuwa inawekwa hapa. So utabonyeza open ili kuweza kuiopen application hii hapa. Hii application ni application ambayo inaitwa Clip Claps. So katika group crops, utakutana na kitengo kimoja ama kategori moja ama eneo moja ambalo limeandikwa continue with Google. Utalibonyeza ile continue with Google, ukishalibonyeza litaweza kukuletea akaunti zako za Gmail ama akaunti za Google, utachagua mojawapo, then utakuwa umetisha zaidi. Lakini wewe ambao una akaunti moja, kuenda kajisakinisha moja kwa moja, utachagua hapo akaunti baada ya kuchagua niambia kwamba account. Hii inamaanisha nini? Hii maximum inamaanisha kwamba kifaa cha sasa kimefikia, e, account nyingi zaidi zilizosajiliwa, yani maana yake kwamba nimeshasajili account zaidi ya tatu katika kifaa changu kimoja, yani katika simu yangu moja hii hapa. Sasa basi takwenda kuingia tu kwenye akaunti yangu moja kwa moja kwa sababu nilikuwa nataka nianze upya ili uweze kunielewa nini namaanisha ama nini ukifanye vizuri zaidi. Ngoja basi niingie katika akaunti yangu moja kwa moja. Naam, hii ni akaunti yangu ambayo tayari nimeshagawai kuifungua na nilikuwa naitumia. Nilikuwa natamani kufungua akaunti ili naona, na niona jinsi ninavyofungua lakini sasa takupa maelekezo ya chap chap hapa ili tuende katika lengo letu la kuweza kupata pesa. So, kuna njia nyingi za kupata pesa na kuna video nyingi ambao nishai kufundisha hapa, mfano kama kucheza game na ulipwe kwa hii application eh. Mfano mwingine kuangalia video na ulipwe kwa hii application, lakini leo nimekuja kuleta mfumo waku, wa kuulizwa maswali ama wakufanya survey ama uchunguzi na upate pesa hasa kwa ambayo umefika katika darasa ama shule, ehe, elimu ya sekondari, basi una fursa kubwa ya kupata pesa ukiwa nyumbani kwako tu. Taenda hapa, kuna neno ambalo limeandikwa rewards. Nikishaingia hapo, kuna neno ambalo limeandikwa rewards. Cha kwanza kabisa ama unachotakiwa kukifanya ukishaingia hapo kwa mara ya kwanza, ehe, ushafuta hatua zote ambazo utakuwa umezipitia huko nyuma, utaingia hapo kwenye rewards kwa mara kwa kwa ya kwanza Ehe, sasa hapa kuna rewards kwa mara ya kwanza, ili upate angalau hata elfu tatu ama elfu nne ya mara ya kwanza, utakwenda kubonyeza hapa, kuna redeem hapa hapa, yani maana yake ka zawadi fulani hivi, kisha bonyeza hapa kuna redeem hapa. Hapa. Yani, kuna eh utakwenda kubonyeza hapa hapa, chini hapa chini, umepaona. Yani wewe ukisha bonyeza kuna redeem, kitakuleta sehemu kama hii hapa, utatakiwa ujaze hizi kodi hamsini eh saba moja, umeona, sita nne, umeona, sifuri mbili sifuri mbili, umeona, alafu saba tano. Ukisha jaza hivo, unabonyeza hapa, li redeem reward stamp. Ukishabonyeza hivyo, basi utapewa zawadi yako ya mara ya kwanza, utapewa elfu tatu ama kama sikosee, elfu nne hivi kwa hiyo sasa ukishakuwa umebonyeza hivyo e, na kodi hizi hapa ambazo nakuwekea hapa kwenye kiozi copy vizuri hizi hapa 50 71 64 02 50 71 64 02 75 hizi ndio kodi utaziweka hapo kuna redeem. Ukishakuwa umeweka hapo kuna redeem. Utashuka chini kabisa hapa hapa kuna rewards hapa utashuka chini kabisa kuna vipengele kama hivi kuna bidi level kuna invite friends ambapo hiyo utaita marafiki alafu zeni utapata pesa, lakini pia kuna watch video ambapo utaangalia video na utapata pesa, lakini pia kuna play games, uta play game na utapata mpaka dola kumi ambao ni sawa na elfu ishirini na tano kwa kucheza game tu, lakini leo tunakwenda kwenye hichi kipengele ambacho kimeandikwa free coins. Hichi hii free coins utabonyeza go hapa, kuna free coins, ukishabonyeza hapo go E, tunakwenda sasa kuangalia kwamba tunawezaje sasa kupata coin ili tuweze kupata pesa kupitia mfumo wa free coins. Nadhani umeona hapa hapo, tabonyeza start hapo, tabonyeza next next, next next next next next next kama hivi. Kabla sijaenda katika mfumo mwingine wowote ule takwenda kuangalia kwanza hapa juu. Umeona hapa juu? Umeona hapa juu kuna koini zipatazo 1499 si ndio? 1499. Sasa hizo koini zikifika laki moja, unakuwa na sawasawa na dola moja, ambayo kichenji kitanzania inakuwa ni sawasawa na 2000 kama 600 ama 500 ishanisoma. Eh, na yeye huko ndani kwenye Clip Claps ili utoe pesa ni lazima umefikisha dola kumi ambayo inakuwa ni sawa sana kama vile elfu ishirini na tano hivi ama elfu ishirini na sita umeshanisoma eh? sasa hapa ikiwa zipo coin elfu hamsini inamaanisha utakuwa na dola 0.50 au doti 50 ukiwa na coin laki moja utakuwa na dola moja sasa hapo kuna dola 1499 atakwenda hapa kwenye go free coins takwenda sasa kutafuta coin. kwa kujibu maswali kwa kupewa challenge yoyote hapa e, kwanza kabisa kuna challenge hizi hapa ziko hapa kuna challenge moja ni ya kudownload application ya magame na kuendelea kucheza game lakini pia kuna challenge ya wibi ambayo hii utaulizwa maswali kuna challenge ya prayer ambazo ni hizi hapa hizi ni prayer utadownload magame na ukishadownload magame utakuwa ukiacheza ukifika level fulani utapatiwa hizo koini moja kwa moja. Mfano kama ili gemu ambayo limefahamika kwa jina la Viking Lies, vil, vilhal, ili utapewa mpaka koini laki tisa ambayo ni sawasawa na dola tisa. Unalidownload alafu zenu unacheza mpaka kufika level fulani. Kuna hii smash part hello hii utapewa coin elfu hamsini na tatu ambayo ni sawasawa na dola sifuri free coins ambazo hizi free coins tumesema kwamba zikifika laki moja ni sawasawa na dola moja. Utazipataje hizi free coins? utachagua kitu ambacho unakipenda, pa zenu ukisha kichagua, unaweza kuchagua hii ya mwisho hapa, ambayo imeandikwa nloi wa Minti potenia, ambayo itakupa koini elfu thelathini na nane lakini pia unaweza kuchagua koini 65 koini ngapi? Sasa mimi nitakwenda kuchagua koini ili nisikuchoshe, nitakwenda kuchagua koini 65. Umeziona hizi hapa 65 tap tukumbuke kule kwamba ilikuwa ni coin na ngapi? Ngoja tuangalie kwanza cha hapo 1499. Sasa mimi nimechagua coin ile ya 95 1499, ndo zipo hapa coin haya, na nakwenda kuchagua hapa hii hapa, na kwenda kuchagua ya ngapi ninge hapa, kuna WB na kwenda kuchagua hii hapa 65, kumbuka kule ipo 1400 E, 95 ama 99. Kwa hiyo nikiziongezea na hizi itakuwa kama vile 1500 5 na, na kadhaa. Twende. Tuone, je, ni kweli? Hii hapa. Hapa sasa, ili upate hizi coin utabonyeza hii airlink. Ta. Ukishabonyeza airlink itakupeleka katika website yoyote, inaweza kuwa Chrome, inaweza kuwa Opera Mini, inaweza kuwa vitu kama hivyo, ikishakupeleka hapo si so, kwamba tu kishaingia hapa utapewa coin moja kwa moja, no, itasearch zeni. Baada ya kusearch, itakupa maswali, ukisha complete maswali utapata hizo coin zako. Vile vile hata kwenye game, hata kama uko na pewa coin laki nane, hata uko na pewa coin milioni moja, itasearch wewe, uta download game, utacheza level fulani, watakupa hizo coin. Ndo maana hata kwenye mchezo wa vieta nilifundisha ndo kama hivi, ndo kama hivyo. Unaweza kupewa kitu cha bure ndugu mtazamaji, lazima ukifanyie kazi. Hapa sasa utabonyeza start kutokana na we mwenyewe ulivyochagua swali lako, ama ulivyochagua vitu ufanye nini, kwa kisha chagua hivo e, utakwenda hapa, utakwenda kubonyeza wanasema x kwanza, ndio. Nikishabonyeza x umeona hapa wameniletea kwamba next, tabonyeza t next. kumbuka kule dola zetu tulizoziacha pale ni elfu moja mia nne tisini na tano kwa hiyo zinatakiwa ziwe elfu moja na mia tano kadhaa, si ndio? Nikishabonyeza hapo, wananiuliza sasa hivi, Which picture matches the one in the middle. Sasa hapa ndipo ambapo tunaanza sasa, kwa wale ambao wamesoma hii itakuwa kwao ni rahisi sana, na wataweza kwenda kufanikisha kuhusiana na michongo hii hapa, na watapata pesa nyingi sana, wanaweza kuwa mtu hadi kwa mwezi anapata dola 300, dola 400, yani ni kiasi kikubwa sana cha pesa kwa wale ambao watakuwa wamesoma. Kwa mimi nitabonyeza hii B hapa, nitabonyeza B hapa, yes, nitabonyeza B chap, kisha bonyeza B, itasearch hapo. Inavyoenda inasearch, haka ka kijani kanaenda kanaja hapa. Pia ameniuliza hivi vitu ambavyo navijibu mimi hapa, sivijui. Ndugu mtazamaji, nikuambie tu ukweli sema najibu tu haka kaduara kakijani hapa, maka mstari kakijani kanaenda kanajaa kama hivyo, hapanaambia kanaenda kanajaa hapo. Hivi ndio ninavyofanya survey hapa 1 2 3 4 4, yani naotea ya tu, sijui kiingereza sana sema ni mtu ambaye fulani mtundu sana katika haya masuala. Hapa vi, what word is in this image? Hapa tasemaje? Yeah. Ah, niseme tu hapa no, nimekosea, ningeandika nigeandika sawa. Najaza tu mradi kitu kijaye, alafu zeni nipate hizo oin hapa esema yes. hapa hapa tachukua tu yoyote, tabonyeza yoyote. Haya ndo maswali ambayo unakuwa unaulizwa, alafu ukishajibu mpaka kujaza kama mstari, unapewa koini zako. Kumbuka koini zikifika laki moja ni sawa na dola moja. Wewe tu unaweza kuchagua swali lolote lile na ukajibu kiufasaa, ukapata pesa zako, ukatulia. Hapa pia waniambia, waniambia. Yes, ngoja nijaze hapa maswali yote alafu tutarudi na sasa ukishajaza hayo maswali, ukienda unajaza basi, unapata coin. Tukumbuke kwamba coin zetu zilikuwa ni elfu moja, e, 1495 kwa hiyo inatakiwa 1000 kuanzia elfu moja eh, 1500 na kadhaa. Sasa hapa nimebakiza swali moja tu ambalo ni ila hapa kwa hiyo utakwenda kubonyeza ila hapo tayari. Yes, baada ya kujaza hapo Ehe, ila hapo swali hapa, tutakwenda kumalizia tu kuweka hapa, wanasema kumalizia kujaza hii taarifa hapa, taijia hapa kutokana na swali ninavyotaka, please fuzeni, nita nita click submit ama nitabonyeza submit Nikishabonyeza hapa inatakiwa iandike swali ama survey yangu ama maswali yangu niliyoulizwa. E, ya yanatakiwa hapa iandike pa andike complete, takuwa hizo coin nimepewa moja kwa moja ko zitakwenda kukaa pale katika akaunti yangu ya ClipClaps, ambapo zikikaa pale katika akaunti yangu ya ClipClaps zikifika laki moja una uwezo wa kuzichange kuwa dola. Yes, hapa amesema hivi. Well done, you have successfully completed the quiz, you are so great asilimia thelathini out of asilimia mia. Kwa hiyo maswali yangu niliyojibu yana asilimia thelathini katika asilimia mia. Hapo basi utakuwa umemaliza, unaweza ukatoka ukaingia katika application yako ya ClipClaps. Wakati naingia katika application yangu ya ClipClaps, angalia kwa makini utaona dola zikitembea hapa, ngoja, ngoja, nirudi hapa dola 65, 65. E, coin 65 utaziona hizo hizo, umenisoma umenisoma hizo hapo. Yani kuingia tu hapa, coins zimejaa. Kwa hiyo kama sasa uliingia hapa katika free coins, hizo hapo zimekuwa 1564 kutokea 1495, sijui yes. kwa hiyo kama ulikuwa umeingia hapa katika free coins, halafu ukafanya challenge ama ukajibu maswali ya survey wanasema, ngoja tuone hapa, kuna kuna maswali mangapi hapa, kuna maswali mangapi ama kuna maswali ya shingapi? Ehe, ukajibu swali hili hapa la elfu thelathini na nane ambayo elfu thelathini na nane ni sawasawa na dola sifuri doti e, ama pointi thelathini na nane na kumbuka kwamba tukifikisha laki moja inakuwa ni sawasawa na dola moja. Ukajibu haya maswali na ukakomplete, utatoa hizi coin. kwa hiyo sasa kama uko na uwezo wa kucheza game

inaingia katika laini yako ya simu na zeni. Ukishafikisha coin hizi hapa zikawa laki moja ambapo itakuwa ni sawasawa na dola moja, unaweza ukabonyeza au ukafikisha coin kimfano milioni moja ambayo itakuwa si sawasawa na dola ngapi. Lakini ikiwa coin, wanasema zikiwa laki, ti, laki, zikiwa coin laki tisa, eh, maana laki moja eh, zikiwa laki tisa ni sawasawa na dola tisa Unaweza ukabonyeza hapa katika coin, na ukishabonyeza hapo katika coin utakwenda hapa chini, ambapo imeandikwa cash exchange. Utapabonyeza tap, ukishapabonyeza umshale wako umeona hapa hapa chini. Angalia hapa juu, kuna coin 1000 ambayo ni sawa na dola 0.01. Kwa hiyo nitajaza hapa kwa mshale, itakuwa nimechange hizi coin zimekuwa dola 0 kwa naam, ili hapa ni tangazo, kwa hiyo nita skip tu eh. kwa hiyo nikisha change hivyo basi nitakuwa nimechange, na kwa kuwa mimi kiasi changu cha hii wanasema creep crops ni kiasi gani, ngoja niangalie hapa. Aha. Utakenda hapa, kuna keshi, utaangalia kiasi chako cha creep crops ni kiasi gani. Mimi kiasi changu hapa ni sawa sawa yani, kiasi changu ni dola 6.46 ambapo hii dola 6.46 tukienda kuangalia katika exchange ya hela yetu ya Kitanzania inakuwa sawasawa na kiasi kiasi cha hapa. Hii hapa sasa ni dola sita, ipo kule, na wanasema dola 6 na point 46, si ndio? Kwa hiyo hapa tajaza dola 6.46 sawasawa na shilingi ngapi? Sasa shilingi ngapi ya kitanzania ehe? sawasawa na elfu kumi na, na, na saba. Hii dola sita ambayo unaiona ni sasa na elfu kumi na saba, ambapo ikifika dola kumi itakuruhusu utoe pesa zako hiyo application. Kima cha chini kabisa cha kutoa pesa ni dola kumi. Mtu angalie dola kumi sawasawa na shilingi ngapi? Dola kumi sasa shilingi ngapi ya kimarekani? Dola kumi sasa sawa na shilingi ngapi? Hapo ina search ili kuweza kuniletea E, total amount. Dola 10 ni sawa na shilingi 2026 na 446 Tanzania shilingi. Hii ni application ambayo ni ya ukweli kabisa ambayo inafahamika kwa jina la ClipClaps. Sikuletei kitu cha uongo. Jinsi pesa, ya kutoa pesa utatoa kupitia mitandao yako ya simu ya mkononi, dakika za mwanzo ama dakika za mwishoni, hapo nitakuja kutoa video ambayo nitakuwa natoa pesa kutoka ClipClaps na itaingia katika laini yangu ya simu. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukajibu maswali alafu zeni tukapata pesa kama hivyo, tukakusanya kweni kama maelekezo ndiotoa hapo mwanzo, na ukaenjoy na pesa katika simu yako ya mkononi, okay. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukatumia Clip Claps na ukajiingizia kipato na kukuza uchumi wako. Kama kawaida tu mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Kama huja subscribe hautopata video zangu zingine, hakikisha una subscribe ili kuwa wa kwanza kupata video za mjanja na maufundi kama hayo unavyopata kuyaona. So clip claps ni application ambayo inalipa pesa kiukweli kabisa, na zani mimi mmeniona nimefikisha hapo dola sita ambapo ingekuwa ni dola kumi ingekuwa sawa na elfu ishirini na sita ama elfu ishirini na tano Kwa hiyo tufanye kazi katika clip claps, lakini pia nawashauri msikate tamaa kwa sababu hakuna kitu chepesi, hakuna kitu chepesi hakuna pesa nyepesi nyepesi, nye unapata kiwepesiwepesi, hakuna. Ndio maana sasa hivi unaona kuna watu wana madonda, kuna watu wamejitoa, kuna watu wamewatoa watu, watu. Kwa hiyo fanya kitu hicho hapa hivyo, e, utaweza kupata pesa kupitia hii application. Pesa zako utazitoaje? Utazitoa kupitia mtandao wako wa simu Vodacom, Airtel Money, Tigo Pesa, e, Halo Pesa pamoja na laini zingine ama na mifumo mingine kadha wa kadha. Tukutane katika video zangu zingine, bye.